Nina furaha kubwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa mheshimiwa mbunge. Nimeona jitihada anazozifanya mwalimu wetu kuleta mitihani nini, sasa kama kumeletwa fotokopi mashine, naona ufaulu lazima utaongezeka. Tunamshukuru sana, kwa sababu suala la fotokopi mashine lilikuwa ni changamoto kubwa sana katika shule yetu, kwanza kwenye kuchapisha mitihani. Mitihani ilikuwa kitakiwa tunatumia gharama kubwa kuipata, lakini kwa sasa tunashukuru kwa hii ambayo atuletea itarahisishia katika uchapishaji wa mitihani na ufaulu pia utaongezeka. Rais sana kwa juhudi za mbunge wetu kunufaisha kitu ambacho ni muhimu na ni adimu. Kwa hiyo moja ya shughuli za chama ni kuhakikisha kwamba kero zote pale zinapostahili zinatatuliwa, na hii ni moja ya kero. Kwa hiyo wanafunzi wetu leo wametatuliwa, ni kitu cha kushukuru. Pili, juhudi za mama Ummy zinajulikana, moyo anaoonyesha. Na nyinyi walimu, hiki kitu kimekabidhiwa cha gharama, na kama kitu cha gharama, kwa hiyo muwe makini katika kukitumia, kinasaidia shule tatu. Kimekuja hapa, ambao ndio shule mama. Kwa hiyo mwalimu mkuu umepewa dhamana nzito kutunza hiki kitu leo. Tumepokea photocopy mashine yenye thamani ya milioni tatu na laki tano. Tunaamini kwa, kwa photocopy hii wanafunzi mtakwenda kupata wani, naamini hivyo. Kwa tukuahidi mheshimiwa mbunge, tutaitumia vema kama ulivyotukabizi, na mimi mwenye dhamana wa taasisi hii naahidi kuitunza pamoja na walimu wangu, pamoja na changamoto zetu zote tulizo nazo na imani zitakamilika kwa kupitia wewe. Nimekuja leo kwa ajili ya kutimiza ahadi yangu, nimewaletea fotokopi mashine, lakini ina kazi tatu, inafanya fotokopi, ina printi na ina skana. Kwa, ni vitu vitatu. Kwa hiyo fotokopi hii ina thamani ya milioni tatu na nusu. Kwa hiyo katika kuunga mkono jitihada za rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan za kuboresha elimu, tumeona bweni limejengwa, madarasa tumejenga, madawati, lakini bado sisi kama jamii tunao wajibu wa kuchangia maendeleo ya elimu ya watoto wetu. Kwa hiyo nimeleta hii photocopy mashine na amini itaenda kuchochea e, ufaulu wa watoto wanaosoma shule ya sekondari Kirare, ikiwa ni sehemu ya kutekeleza ahadi ya mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa wa Tanga. Kirare oye!